Hautashika tashika bobu jage, na ule ndugu yangu ndugu yetu mwingine hey, alafu tunyamaze? Lazima tutalipisha. Kuna kijana yako mtundu, unamwita muozi, unampea una majina ya general. Tunataka kukuambia huyo muozi mwenye anatishianga hata bomu Nairobi, tukifunga tu hapa reli hapa Kibera, tunatuma tuene wewe, zinafunga hata sisi weeo, tunafunga railway, hakuna kitu utapita kuenda Uganda, mutakufa na njaa. Kwa suluhu mtu wa Uganda, mtu wa Tanzania mwenye umeiba kura ya wananchi wa, wa Tanzania siku ni kumi na nne uondoke kwa hiyo kiti ama tuambie jenzi wa Tanzania tuunganisha na jenzi wa Kenya wakuje wakuondoe pamoja na sisi tukiwa hapo tunawaunga mkono sasa, nirudi kwa siasa ya Kenya. Kwa siasa ya Kenya nimesikia hapa kuna, kuna farasi mbili farasi ya kwanza tumesema ni one term. Farasi ya kwanza tumesema aje one term. Farasi yenye iko ni ya Stephen Kalonzo Musyoka ni manistivo mkiangalia, mukiangalia manistivo, ni mtu mwenye ako na heshima, ni muntu akona hekima, ni mtu mupole, ni mtu anaongelesha watu na Hekima na ni mtu aende kuinterfere na inchi zingine na kuiba mali ya umma yeye, ile kanyumba kadogo ako nako Karen, anakachunga na anachunga inchi ya Kenya. The leading diplomat in this country, mwenye anaweza, mwenye akikuwa president investors wataanza kukuja Kenya. Ni man Stevo. Nikimalizia, kwa wale wanijui kwa majina, anaitwa PK, na najua Kenya kuna PK wawili kuna PK fake, yeah. Na kuna PK 001 mwenye ni mimi. Ndugu yangu amesema anaenda kukuwa governor, mimi nakuwa senator, yeah. Akifanya makosa mimi ndio nitakuwa na muimpeach, kwa hivyo ndugu yangu governor na Nyamira, yeah, ujue ukifanya makosa ukiiba pesa ya watu wa Nyamira, yeah, mimi kama incoming senator wa Meru nitakuimpeach. Yeah. Nikimalizia Mr. Speaker, dakika ya mwisho, yes ya mwisho kabisa, yeah, niongee kuhusu Nairobi, nisitoke kama sijaongea maneno ya Nairobi, ah. Nairobi tumesema ni babu wa wino, si ndio? Yes. Yule mtu mwenye ako pale City Hall, mwenye, mwenye tumeambiwa anatengeneza ana, ana chakula inaitwa Dishi in na Kaunti mwenye na Dishi Kaunti atoke kwa City Hall aende akafungue hoteli, akua anapika chakula, anapelekea mali anapeleka kwa sababu Nairobi Nairobi inaitangwa the city in the sun, lakini saa hii Nairobi inanuka kwa sababu ya mtu mmoja mwenye ameshindwa ku manage Nairobi. Asanteni sana, akula kula.